Rais ameshatupatia fedha na bodi ya tenda tayari imeshafunguliwa, wapo kwenye prosesi za mwisho, na tunategemea kati ya mwezi wa saba, mwezi wa nane, mkandarasi ataingia hapa kwa ajili ya kujenga stendi ya kisasa. Kwa hiyo kwenye swala la stendi limeshaisha, hatuna mjadala tena. Na stendi hii St, sio stendi hii, huwezi ukasema stendi yaani kwenye stendi za kisasa sio hii, unazungumza stendi kama ile jengo pale Morogoro Msambu, umenielewa eh? Ndio kitu kinakuja kushuka hapa, umenielewa bwana? hii itakuwa ni parking ya magari huko ndani. Kuanzia mwezi wa saba na wanane, mkandarasi anaingia site, kwa sababu feasibility study tayari imeshafanyika, wamekuja wakaangalia, na eneo litakuwa ni hili eh. Na mimi nimshukuru mheshimiwa diwani, wale watu walivyokuja, amewapa ushirikiano mkubwa kabisa aliacha shughuli zake zote ndani ya siku kumi na nane amezunguka nao kwenye maeneo haya bote. Lakini acha stendi tu, tunataka kujenga mifereji ambayo mji wetu mara nyingi unatuama maji, mvua zikinyesha maji yanakuwa yanajaa, sawa? Kwa hiyo hapatakuwa na mafuriko tena, tunachimba mitaro ambayo itakwenda kumwaga maji barabarani. Mi nikushukuru sana mheshimiwa diwani kwa sababu amenipa ushirikiano mkubwa eh. na mambo haya mi nataka niseme, wamepita wenzetu waliopita menielewa nataka haya tuyazungumze sana. Wamepita wenzetu waliopita, haya mkuyaona, tulikuwa tunasikia tu kuna stendi Dar es Salaam, kuna stendi si wapi, kuna stendi sio wapi, lakini kwa sababu mlichagua eneo sahihi la kuweza kuwatumikia, mmemchagua diwani wenu sahihi. Mmenielewa. Kuna barabara ya lami mnayoiona, huyu bwana alinipigia simu siku moja usiku akasema, kuna maduka pale, njoo uone. Nikaambia kuna shida gani? Akasema kuna biashara pale mzuri sana, unaweza ukapewa kumbe anakuja kunionyesha vumbi madukani mwe. Nilipokuja hapa wafanyabiashara wakanizingira, waka huyu ameshawatega watu wake wananiambia, mbunge, wewe usipotengenezea hii barabara, wewe na sisi. Kumbe mwenzangu amesha yeye ameshindwa kuniambia mimi, ametengeneza watu wanieleze. Sasa nikamwambia mheshimiwa diwani, mimi na wewe tunaongea sema, kwa hili ah, mimi niliona gumu, lakini tukashirikiana tumejenga barabara ya lami hiyo hapo mpaka mjareni, lakini kwenye kata hii, kwenye bajeti ijayo, sisi tukishapita tu na mwenzangu tuna barabara hapa zaidi ya tano, nataka tuweke tunataka tuweke lami. Kwa hiyo Magomeni itakuwa ni Magomeni ya staili yake, mnanielewa jamani? Tupeni ushirikiano, yako mambo tulishindwa kuyatekeleza kutokana na uwezo wa kiserikali, lakini tunawaahidi mtayaona makubwa zaidi yanakuja. Huyu kijana msimwache, nanyi vijana wenzake msimwache huyu kijana kwa sababu ndo amekuwa sehemu sana mimi ya mawasiliano makubwa sana yaani, eneo lolote mbunge kama hayuko vizuri na diwani kata hiyo, maendeleo hamwezi kupata, kwa sababu mwenye kumpa taarifa mbunge ni diwani. Nawashukuru sana na niwaahidi kwamba niko pamoja na nyie, niko pamoja na nyie. Asanteni sana.